Usisahau kusubscribe, kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga, amewataka wawekezaji wote wanaofika kuwekeza kwenye mkoa huo kufuata taratibu za uwekezaji kuanzia ngazi ya serikali ya wilaya hadi kijiji ili kuepuka migogoro ya ardhi inayojitokeza mara kwa mara baina ya wananchi na wawekezaji hao. Sendiga ametoa agizo hilo akiwa kwenye mwendelezo wa ziara yake katika kijiji cha Sukro, wilaya Simanjiro, mkoani humo akiwa katika mkutano na wananchi na kusikiliza kero mba... mm -mm. Mwekezaji wote wamekuja kimya kimya, tutakutafsiri vinginevyo. Serikali, serikali ya wilaya. Jitambulishe kwenye serikali ya wilaya. Serikali ya wilaya ndio itakayokutambulisha wengine kunapotakiwa ili tuone moja uwekezaji wako ni halali ya kwa wananchi husika kuacha wajukuu zetu kwenye ardhi yenye mali kwa tamaa za watu wachache. Kwenye hili, ndugu zangu, naomba tukamatane pamoja. Nimemwelekeza Mheshimiwa DC anipe listi ya wawekezaji wote ambayo kila kijiji kitawasilisha listio, vijiji vichache sana Simanjiro, vijiji 56 sio vingi. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Simanjiro, Kilialaiza, amepongeza serikali ya awamu ya sita kwa kusimamia ilani ya chama hicho. Ni viongozi wanaotumwa na Chama cha Mapinduzi wakaitekeleza ilani yake, na hasina sababu yoyote ya, ya kuyarudia aliosemwa hapa na hii mwenyewe. Kama mwenyekiti wa wilaya nimefanya ziara wilaya nzima, haya yanaosemwa na waheshimiwa madiwani, waheshimiwa jiji mheshimiwa mbunge wa jimbo na wengine kwa ujumla yametekelezwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Na mimi nilipokuwa natembea nikasema, kiongozi yeyote ndani ya, ya wilaya hii anayotembea kwenye majukwaa kuelezea ilani ya chama cha mapinduzi na kuiweka nyuma jina la Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa ametenda kosa ambalo sio la kawaida, kwa sababu mgao wote huu tunaoletewa katika miradi mbalimbali ya maendeleo